Katika kipengele hiki cha urekebu zipo programu mbalimbali na hii programu mojawapo ni hizi huduma za kiroho kama ambavyo umefanya ni kutuletea hapa, kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hili. Lengo la jeshi la magereza ni kuwahifadhi hawa wahalifu wetu watumikia adhabu zao kwa mujibu wa sheria, ama kuwahifadhi pia mahabusu wakati wakiendelea na mashauri yao mahakamani na hii kama alivyosema, pia tuna programu za urekebu. Pia tunatumia nafasi hii vile vile vilevile kuwabadilisha sasa, kuwarekebisha wale ambao walikuwa ni wakosefu waweze kubadilika ili wakirudi katika jamii wawe ni raia wenu. Kwa hiyo kwa kupitia hii programu ya hii vitabu hivi vya dini naamini kabisa kwamba vitatusaidia sana kuwabadilisha hawa na wenzetu, lakini vilevile na nyinyi na mmekuwa ni wadau wetu wakubwa sana, sio mara ya kwanza kuja kutoa msaada hapa. Kwa historia ambayo nimepewa, mara kwa mara mnakuwa mnakuja kutoa misaada hapa. Tunawashukuruni sana kwa hilo, na tunasema kwamba mwendelee na moyo huo pindi nafasi inaporuhusu kuwaona ametuletea na chakula hiki. Humu ndani ni kama kijiji, ni kama watu wanaishi nje. Tuna watu wako hivi wanahitaji chakula maalum. Chakula hivi ambao ambavyo mmepatia pia vitasaidia katika hizi program zetu za hasa kuwasaidia wenye mahitaji maalum ambao pia tunao dai. Tunashukuru sana. Tunashukrani sana na tunasema karibuni sana. Sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Agrey Polepole ni mtumishi wa soma Biblia Mbeya, na leo kama wafanyakazi wa huduma ya soma Biblia Mbeya tumekuja katika gereza hili la Ruanda kwa ajili ya kuwatembelea wafungwa, lakini pia kugawa mahitaji mbalimbali pamoja na vitabu kwa ajili ya wafungwa kujisomea, lakini pia kwa ajili ya wao kuweza kumjua Mungu kwa nafasi yao. Hii inakuja baada ya miaka kumi ya soma Biblia kufanya kazi ya Injili na kuwafikia uh, Wakristo na wasomaji na Watanzania wote kwa neno la Injili. Na tutoe wito kwa Watanzania wote kwa nafasi zao kuweza kukumbuka jamii na hasa kama uh, wafungwa na watu ambao hawajiwezi maeneo mengine ili kuweza kuwafikishia mahitaji mbalimbali. Lakini zaidi sana kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu katika taifa letu na jamii kwa ujumla. Tunawakaribisha watu wote soma Biblia. Uh, kwa mwezi huu wa sita tutakuwa na punguzo kubwa uh, la vitabu ili waweze kuja kutembelea kununua vitabu, na sasa hivi tunajua wanafunzi wako likizo. Kwa hiyo tutoe wito kwa wazazi na walezi kuja katika maduka yetu ya soma Biblia lakini hasa hapa Kabwe, ambako tunapatikana karibu na kanisa la Kakobe Block T Road. Waweze kuja kututembelea na kuja kununua mahitaji mbalimbali ya vitabu, lakini pia wachungaji waweze kuja kupata vitabu na vitu vya sakramenti ya meza ya Bwana, mashati ya kichungaji, lakini pia zaidi sana ni Biblia, ndio msingi wetu mkuu. Kwa hiyo tunawakaribisha na kuendelea kusherekea na kufurahia miaka kumi. Naitwa mchungaji Ambokile Umari Mwanyilu nikiwa natunza ushirika wa, wa Sayuni Mbeya jiji hapa. Kipekee leo nimefurahi sana kuungana pamoja na watumishi wa Mungu soma Biblia. Nimepata neema kwa ajili ya kuwatembelea wa watumishi wa Mungu, wafungwa na maabusu ambao wako kwenye gereza letu la Ruanda. Wito wangu nianze na wito wito wangu kwa watumishi na wachungaji na watendakazi shambani mwa Mungu, Kumbe ni wajibu wetu kufanya kazi ya diakonia. Kuna watu ambao wako magerezani wako sehemu mbalimbali, wanahitaji neno la Mungu liwafikie. Hivyo ndio maana nimesema, nawashukuru sana huduma ya Soma Biblia katika mkoa wetu wa Mbeya au nyanda za juu kusini, ambao leo wamewatembelea, tumewatembelea wapendo hao. Lakini niwashukuru sana Soma Biblia, wametufikia wamesambaza huduma zao katika kila eneo. Kwa ajili ya Soma Biblia, hivyo tunapata maandiko mbalimbali mbali, kwa ajili ya huduma hii ya Soma Biblia. Ninashukuru sana hii taasisi ambayo inafanya kazi kwa kusambaza neno la Mungu. Hata leo pale Rwanda tumeleta vitu mbalimbali, tumeleta vitabu, tumeleta Biblia kwa ajili ya wale wafungwa, ili wakiwa bado wako huko gerezani na maabusu wapate kujua neno liwafikie. Kumbe wajibu wetu kama wachungaji si tu kuhubiri makanisani si tu kuhubiri kwenye sehemu za mikusanyiko. Kumbe tuna wajibu mkuu wa kuwafikia hata wale walioko hospitalini walioko magerezani, kama huduma walioifanya Soma Biblia siku ya leo hivi. Ninawaombea baraka za Mungu na neema, hii taasisi ya Soma Biblia kwa mjibu wao leo wanatimiza miaka kumi katika huduma ya Soma Biblia nyanda za juu kusini. Ninawaombea baraka za Mwenyezi Mungu, Mungu awajalie wa kwamba waendelee kuwafikia makundi mbalimbali. Kuna watu wahitaji, kuna wayatima, wawafikie wahitaji mbalimbali. Lakini pia wito wangu kama mchungaji, ninawaomba hata matu, watumishi wengine na taasisi mbalimbali tuungane pamoja na watu mbalimbali huduma ya diakonia, kwa sababu Biblia inatuambia nilipokuwa mgonjwa mlikuja kuniona, nilipokuwa mdhaifu mkaja kunitembelea, nilipokuwa kifungoni. Kumbe ndiyo huduma iliyokuwa kuu sana ya kuwafikia watu kama hao. Mimi ninawatakia baraka za Mwenyezi Mungu na Mungu aibariki kazi ya soma Biblia, kwa mjibu waliotoa kazi leo ya kuwafikia wafungwa. Mungu nawabariki, amina. E, kwa majina, ni mhudumu wa duka la soma bibilia tawi la Mbeya. Tunafuraha sana kuwa na nyinyi kwa siku ya leo, na pia tunapenda kuwakaribisha kila siku muweze kuja kutembelea maduka yetu ya soma bibilia hasa Mbeya. Mimi nikiwa kama mhudumu wa dukani, e, tunapata wa, wa, wa watumishi wengi wanakuja kuulizia vitu mbalimbali na kuwahudumia pia, hasa tunawahudumia watu wengi kutoka sehemu mbalimbali na wengine wanatoka hadi nje ya nchi pia, ikiwemo Malawi pia, na wanatuma watu wao hapa, tunakuja tunawafungia mizigo yao. Wengine wanaenda wanatoka Kongo, wanakuja hapa tunawafungia mizigo yao vizuri, na hata wengine wako nje ya mikoa ya nyanda za juu hizi, tunawatumia kwa njia ya mabasi kwa kuwafungia vizuri na pia wengine wanakuja madukani hapa tunawahudumia vizuri. Kwa kweli wanafurahia huduma zetu, nasi pia tunawakaribisha sana. Tunasema karibuni, Soma Biblia Mbeya. Tuko barabara ya Block T kabla na kanisa la Full Gospel, au kanisa la Kakobe, kuna wako kushoto, basi utaona jengo letu la Soma Biblia. Basi ni vyema ukaingia hapo ndani, na msimu huu wa mwezi wa sita tupo kwenye punguzo la bei kabisa, kuanzia kitabu 500 unapata 1000 na kuendelea na soma Biblia tunasherehekea miaka kumi ya huduma. Tumehudumu, tumejifunza na tunasonga mbele. Kwa kweli, tunahudumu kwa namna gani? Kama hivi dukani, ukija unachagua kitu chochote tunachotaka kwa bei elekezi utaikuta hapo, na mimi pia mhudumu wako nitakufungia vizuri, na pia ninakutakia baraka za Bwana yeyote atakayeingia hapa dukani na kuweza kupata huduma nzuri kabisa hii.